Mambo vipi Mkude fresh, niambie, hatujaonana muda kidogo kutokana na pilika za hapa na pale yeah. wana Simba mmesafiri, mmeenda Moroko, mmepokea miguu ya bodaboda. Mnyama alikuwa jangwa, alikuwa Tanga na yeye ameshadondoka hapa mjini. Tuanzie kwenye miguu ya bodaboda bwana, kule Moroko kwenye fainali ya kwanza mmepotea. Yeah. Kinyama na kikatili kabisa. Kwanza poleni kwa matokeo. Sante ah, katika matokeo ya mchezo wa mpira tumeyapokea na kweli tumepoteza lakini mpira katika fainali hii ya afrika ni dakika mia na themanini dakika tisini tushafungwa mbili bila dakika tisini zilizobaki ni za kwetu tanzania kwa hiyo pole nimeipokea na kweli tumepoteza mchezo moroko lakini na wao wanakuja nyumbani dakika tisini zilizobaki zitapigwa pale new amani complex zanzibar mnaziona dakika tisini za aina gani wana simba Aa uh, dakika 90 kama zitakuwa nyua ama ni complex confirm ditayari ehe, hey, amani ni Tanzania na wanakuja Tanzania, katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo nina imani mimi, nataka nisawazishe kwanza mbili zake ndani ya dakika 90 za hapa kwangu, halafu mkabara mwingine utaendelea, lakini yale mimi matokewa ni stui, na ndio maana baada ya kufungwa mbili mimi nimeshangilia kwake yeye akawa mnyonge kwake. Kwa hiyo kwa kwa, nilikuwa najua nini nakuja kufanya nyumbani. Afrika kwao kila mtu Afrika kwake, na mimi nimekubali, nimepoteza Moroko, na anakuja nyumbani Tanzania aje aone hapa. Ndio ubaya ubwela kilichopo kwamba mlikuwa mnaamini asilimia kubwa mtautumia uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini matokeo ya, ya kwenda kuutumia wa Amani, mashabiki wameonekana kwamba hawana imani kubwa sana na wa Amani kutokana na yale matokeo ambayo wanawapata wakiwa wanautumia wa Amani, japokuwa ni sehemu ya Tanzania. Ni kweli, ni kweli kwa sababu Tanzania yote moja, Zanzibar na Bara yote ni Tanzania. Kuwa na wasiwasi ndio akili kwa sababu inawezekana kwenye nyumba yangu lakini chumba ninachokitumia kila siku ukinibadilishia maana lazima kuna hali ya hewa fulani nitakuwa la hapo nyumba yangu mwenyewe. Kwa hiyo Watanzania mimi nawaomba sasa kwa sababu Zanzibar ni Tanzania. Tujenge amani kuwa kuwa amekuja Tanzania. Na sisi tuende amani Zanzibar tukacheze nao. Dua na sala ndo zinahitajika yeah. Wale hapa hawatoki, kauli mbiu linabaki hapa hapa linabaki mm. Tilipui kombe linabaki wala, bila shaka utalipa miguu ya stuli au miguu ya bajaji, yani ndani ya dakika 90, kwa nataka nimpe zile mbili zake yeah. Alafu hapo sasa ndo nitaangalia nicheze naye kwa niende naye kwenye almasir, au nimalize naye kwenye 90 mule 120, moloko nimekosa on target. Lakini sasa Zanzibar na yeye pia utakuja kuniulizia hata kona akipata bahati eh? Mimi simekosa on target eh. Yule zanzibar naye pia kona akiipata na bahati, kona sitatoa mpira wa kona, labda mimi nikapiga kona kwake, kwa sababu najua nini naenda kufanya, najua nini naenda kufanya nyumbani, nyumba ile yangu, na zanzibar kwangu, bara kwangu eh. Tanzania yangu eh. Kwa hiyo sina shaka kabisa, mimi naenda na kauli mbili. Mimi mpaka leo hii ndege sijarudisha kwa mama eh ndege mpaka hivi tunavyozungumza bado una wewe, sijairudisha kwa mama, kwa sababu nataka ninapoirudisha ndege nimpe na nicho alichonituma tuma Ye, mama ndo atachagua wapi tukafanye sherehe yeah. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yeah. Akinambia tunaifanyia bala sawa, akinambia tunaifanyia pale pale unguja kwa Hussein Mwinyi, yote heri kwa sababu yote Zanzibar Tanzania moja tu Elimu panzu kibisa wala ameonekana hana macha ule ule ubora wake ule ambao umezoeleka kwa kina JKT Tanzania kina nani, kuanzia nusu fainali mpaka sasa hivi tunazungumzia fainali SGR, ndo anaonekana amekuwa moto, anabadilisha muundo mzima wa timu. Research walioifanya Berkane mm, wameifanya research kubwa sana kwa elimu panzu kibisawala kumbe, wamesahau kama kuna SGR. Sasa alivyoonyesha kule kidogo le SGL. Kwa hiyo huko atakutana nayo yote kibisa wala SGL. Alafu kuna mtu yule kusuka mabuti yule. Stuwe karefu kule kogoli. Kule naona, wajaona vurugu zake huko, wataona. Kwa hiyo wewe, jambo lisiwe na yani, lisikutishe kabisa. Watanzania, nawaomba na waomba wasiwe na presha kabisa, tarehe 25 zamu yetu. Safu ya ulinzi ya Balkans inaonekana kama inawachanganya wale wengi sana, kutokana na sistimu yake ya uzuiaji na ku, shi mipira kupeleka juu imeonekana sio safu ambayo inaruhusu magoli mara kwa mara. Kwao kwangu wataruhusu, kwa Tanzania wataruhusu kwa sababu mimi chii sihitaji sare, sihitaji chochote zaidi ya ushindi. Na, ushindi manake kuanzia goli mbili kuendelea mm. Moja linitoshi, sare linitoshi, yani mimi kwangu si haruhusu na, haja niruhusu kule kufunga na mfunga huko yeah. Huko mimi nashinda, sisi tunashinda na kombe linabaki. Mimi ndege sijarudisha, nataka nirudishe na kombe nitamwambia nini mama? Mimi kanituma nimekwenda kule nimerudi tena, kanipa na mtu nimeongozana naye, kanipa na naibu waziri ongozana naye. Siwaangushi mwaka huu, siwaangushi hapa, yaani nahitaji dua tu tuziongeze sisi wana Simba, lakini tusiwaombe wale ambao hawatuombei. Sisi tuombe sisi kama sisi. Mwenyezi Mungu akisema hiki cha kwako, iwe bala iwe Zanzibar visiwani unapata, iwe Kenya iwe Unguja Uganda unapata. E, bwana, kulikuwa kuna nusu fainali ya kwanza ya kombe la CRDB. Hatimaye wananchi watani wenu wanawasubiri fainali. Wamemgonga JKT Tanzania vyuma viwili kama kasimama, ndio mm. tunashukuru kwanza, kutangulia yule katangulia na sisi tumefurahi sana jana, mmoja wapo ikiwepo mimi mwana Simba mm. ndugu yangu kwenda kule kama kule alifunga mlango kasema kuna mbuzi. Sasa basi ajiandae kufungua. Tipuin itaenda na ng'ombe kabisa. Eh? Hmm? Tipuin tamwendea na ng'ombe. Si aliogopa mbuzi? Yeah. Sasa mimi nitakwenda na ng'ombe. Mimi yule kijana wake aliyemtuma aje kunizuia. Hatu nizuia. Singida mimi nitapiga nje ndani. Nitapiga kwenye CRDB nitapiga kwenye ligi. Sio mtajivunja wenyewe kwa sababu ya kumwogopa mwananchi. Tena mnashukuru sana kwa sababu imepangwa vizuri. Mpaka nitakapocheza na Yanga katika fainali ya CRDB nitakuwa nishamaliza akili zote za, za kafu federation mm. Nitakwenda na makombe mawili, nitamwambia sasa, ukinifunga chukua yote, chukua salad b, chukua na ile nilo kujana na kwenda nalo kwanza, lile mimi huyu namstu tena, namtaka yeye, nakaingia mtegoni wala tabu hakuna. Mwandishi, yani, wewe omba Mungu tu nikutane naye. Yes, katangulia finali na mimi nakwenda. Mimi sijivunji mimi na watu mimi natengeneza kikosi kisha cha mwakani, lakini mwaka upi, anacheza na yoyote yule kama niko fainali, natengeneza kikosi. Niko fainali ya CAF tashindwa finali ya CRDB? iko ndani ya ardhi ya Tanzania, nacheza nayo. Wanasema fainali ya CRDB ni kubwa sana kuliko fainali ya kombe la shirikisho la CAF. Ah, sidhani kwa imani yao, labda kwa mtu atakayesema hivyo, inabidi tuwe na vitu vya kumpimia akili. Kama kuna mtu Tanzania anasema CRDB ni kubwa kuliko CAF Federation

wameonekana wa moto sana lakini ki... jambo lililokuwa kubwa sasa hivi ni ulozi ambao umetokea pale mkokwani jana, ndio jambo limekuwa kubwa, ukiondoa swala so zima la ushindi. Ulozi, uchawi unaonekana kabisa, maswala ya kishirikina, imani za kishirikina zimetawala soka letu. Wamelifanya wao kina na nani makijana. Wewe uja, oh, hujaona makijana alikuwa jeketi na yanga ya kuna uchawi pale? Wewe hujaona? Ndio nauliza, kuna uchawi pale? Sambu... watu mpaka wanatoa ndumba goli kwenye kumi na nane ile kwenye eneo la penalty wanatoa ndumba, ndo wanapata goli. Sasa mbona wanaogopa mbuzi, wakati wanafanya hivyo kama wanajua hayo? Kwani wamesema waogope mbuzi kwenye gari? Si wanajua kumbe upo huo, basi nini shida? Mimi hatani ukute wameuweka huo mala mia, naluka nao yeah. Waweke ulozi waweke ushirikina waweke, ni mimi naluka nao mimi na watu mimi na watu ndugu yangu Yani, natamba popote ponikuta mwana Simba, mimi natamba, hmm. na nina imani kubwa tu, mimi nagonga Yanga nje ndani. Shemejenu hatimaye amewamwaga na anaondoka ameng'oa jiko lake anaondoka nalo moja kwa moja. Stefani Aziz Ki amewaaga wananchi anaondoka zake Moroko, Wydad Kasablanka. Atakuwa kafanya jambo zuri sana kwenda kutengeneza mazingira mapya, kwa sababu mpira ni pesa. Kama mpira pesa, sio unang'ang'ania kwa sababu hapa nimeoa mke mimi mwenyewe nimetokea kwetu Morogoro lakini nimeoa na nimekuja Dar es Salaam. Kwa hiyo lazima ukae uangalie. Nilichofuata ni kutafuta pesa. Kwa hiyo kama kafuata pesa na kapata bahati nzuri kapata pesa, kapata na mke, mimi nampa mkono kwa heri. Sasa waambie. Yule hayupo. Alafu wa kwao wa kwetu na wa kwetu wa kwetu. Eh? Yaani wa kwao wa kwetu na wa kwetu wa kwetu. Msimu ujao mimi natangaza pale. Toto. Huyo fundi wa mpira. Yaani unapomwelezea ya huyo huyo wao sio wa kwao kwa huyo wa Azam. Ila wa kwao wao wa kwangu na wa kwangu wa kwangu. Yupo mtu pale. Mimi nakwambia. Ila ni nani? Pacome Max. Au lo wataje mafundi lakini, sasa nikiwataja mapema wataanza kuharibu, wale wanawaloga. Au mnamrudisha mkongwe Kratos, chota chama mwambalo saka utulivu wa hali ya juu. Mimi nimesema wa kwao wa kwetu na wa kwetu wa kwao. Wewe kwa wa kwetu wa kwetu. Wewe amini hapo tu. Yaani, mchezaji wao wa kwetu na mchezaji wetu wa kwetu. Oso metoka hapa wameenda kule kumtafuta ile mpanzo. Au Mkude. Wameenda Kongo kumfuata ile mpanzo. Au Mkude wa jina lako. Wa jina yule sasa hivi nimemwambia kidogo asubiri, nina jambo langu. Mm. Ila yupo mtu palafu mgeni. Mimi naweka dola tu sasa hivi. Pale kuna dola. Yeah. Katika wale wawili ule wataji wale. Mm. Sitaji mmoja wapo ila yumo mule mule kwenye wale wawili. Sasa wao watajua wadhibiti vipi, lakini wa kwao wa kwetu na wetu, wetu. Wameshasinya new contract lakini hawana mkataba mpya pale waongo. Wan mm. Kama endele mimi nipo jua kabisa waje saini, kama waliweza kunambia mchezaji hato uzo mpaka wao wapewe bilioni 2 hadi 3 Faisal. mm. Wakati huo huo kuna watu wamepelekania na wamepeleka ofa, unaenda kuoa mkeo tena mkeo tamooa mara mbili. Kwa hiyo manake wao wameshazoea kudanganya, na ndomani nilikwambia hata siku ile wosea bwana, wanakwenda mahakamani, si kujipeleka bodi ya ligi. Mimi nimekwambia mahakamani wanakwenda kabu, wao wenyewe ndo wao ndo wameshtakiwa, sio waipeleke wao ndo wameshtakiwa. Anakuambia mama baba, ndio baba yako tu. Sisi tunajua tarehe kumi na tano mwezi wa sita simba na Yanga na tunacheza nao. Maandalizi yaliyokuwa sasa hivi sisi yapo Zanzibar kwa kumalizia, wao wanasema hawachezi. na tuishie hapo, shukrani sana Mkude, asante kiongozi wangu.